Hebu na vipi? Wewe soma Biblia? Vizuri. Mimi na wote. Unajua mtoto mdogo yake ni nipi? Kwa hiyo acha waongeongea lakini sisi tunachoamini ni kwamba duja kuchapa mambo muhimu na inshallah leo tunaenda kushinda. Kwanza masomo ya Uzungu nimepola kwenye ardhi ya baba. Mimi bwana ni msafwa. Na nimefanya nikuja nyumbani ushindeni vizuri. Kwa hiyo acha watambe maneno kwenye kanga wanayo lakini ndani dakika 90 bonus. Yes. Wanatamba yes. Kawaida tunasikia unaimba mmeweta, nambie, leo tupo mjini Mbeya hapa tumewapata ndugu zetu. Kwa siku nyingi tulikuwa tumewamisi maana walikuwa wameshuka daraja, ila leo kwa, kwa tumewapata watu samee tatu tu zinawahusu. tuwapokee vizuri kwenye uwanja wa nyumbani hapa. Bwana, hizi ni shamla shamla za kutoka hapa Mbeya. Mimi nikukumbusha tu kwa safari za Mbeya Dar es Salaam, Dar es Salaam Mbeya, basi usisahau kusafiri na chimwene safari hawa, bwana. Ukisafiri nao wanakuhakikishia usalama wa safari wako. Endelea kushuhudia shamla shamla kutoka hapa Mbeya.